Hii ndo stori, namna ambavyo niliweza kupanga content inayoniletea mauzo bila kupoteza muda kwenye video zisizoleta matokeo. Hivyo hivi, kama wewe ni mjasiriamali na kwenye mbinu yako unayotumia ya kufanya marketing ni digital marketing, na kwenye digital marketing umespecialize kwenye social media. Only way ya kuweza kupata matokeo ni kutengeneza content ambazo za kuletea pesa na wateja kwenye biashara yako. So, ni namna gani ambavyo kuweza kuzuia kutengeneza video ama content ambazo zinakupotezea muda na kujaza tu feed yako bila kuleta pesa na kutengeneza content ambazo zinaweza kutengeneza pesa na kuletea wateja? Sio kila content inaleta hela kwa sababu kwenye social media especially TikTok kwa sasa hivi Tanzania kila mtu mtu anatengeneza anatengeneza content content kule, Instagram kila mtu anatengeneza content sasa hivi. Sasa ni kontenti ipi ambayo itakuletea pesa na ni kontenti ipi ambayo itakuletea views? Hivyo kuna aina tatu za content ambazo zinatakiwa ziende sambamba ili kuleta pesa kwenye biashara yako. Kontenti ya kwanza unaotakiwa kutengeneza ni kontenti ambayo inatuonyesha wewe ni nani, umetoka wapi, unafanya nini, na unakwenda wapi, na kwa nini tu kuamini. Content ya kwanza. Kontenti ya pili ni kontenti ambayo unatakiwa utupe elimu sahihi juu ya huduma ama product, ama service unayoitoa. Kwetu namna gani itatuletea matokeo tukitumia? Content hii inalenga sana kuhusiana na namna gani bidhaa yako italeta impact ama nahitaji kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi siko na wewe, sikujui. Lazima unionyeshe ni kwa nini mimi nahitaji bidhaa yako, elimu sahihi juu ya matumizi na manufaa nitakayoipata. Content ya tatu ni content ambayo inanihitaji mimi nifanye maamuzi ya kununua bidhaa yako. Hii tunaita ni content ambayo ina call to action, kuonyesha kwamba sasa umeshajua mimi ni nani, umeshajua nini nakifanya na huduma hii ni ipi na ina matokeo gani. Njoo ufanye manunuzi, njoo ununue, ama fanya kitu fulani kupata matokeo haya, ama fanya hatua fulani ili kupata huduma yangu ama product yangu ama service yangu. Hizi ni content ambazo unaziweza ukaziweka separate ama pamoja. Hizi ni content ambazo zinapaswa kwenda kwa pamoja, either unaweza ukatengeneza content tatu kwa siku kwenye hii mbinu, ama unaweza ukatengeneza content moja ambayo ika explain hivi vitatu kwa pamoja. Hizo ndio video pekee ambazo zitakuletea pesa kwenye biashara yako. Sasa kama unataka kujifunza vizuri kuhusiana na namna gani ya kutengeneza hizi content na zikuletee pesa, komenti neno kozi hapo chini. Nitakutumia kozi maalum ambayo nimefundisha vizuri namna gani ya kuweza kufanya haya yote niyo yaeleza kama utaki hela